Marais wa tatu Abdurrahimani Shiani wa Nija, Asimi Goita wa Mali pamoja na Ibrahimu Traore wa Burkina Faso wanatarajiwa kufanya mkutano wa pamoja leo Disemba 22 mwaka 2025 katika mji mkuu wa Bamako nchini Mali. Lengo kuu la mkutano huo ni kujadili masuala ya ulinzi na usalama katika nchi hizo, ambapo pia watakutana na kikosi cha usalama cha AES kilichoundwa hivi karibuni na mataifa hayo matatu kwa ajili ya kulinda na kusimamia usalama. Aidha, viongozi hao wanatarajiwa kuingia makubaliano ya kuanzisha kituo cha televisheni cha pamoja kinachoitwa AES TV, ambapo makao yake makuu yatakuwa nchini Mali, ikiwa ni hatua ya kuimarisha mfumo wa mawasiliano na habari katika mataifa hayo. Sanjari na hayo, majadiliano haya yataangazia uanzishwaji wa benki ya pamoja ya uwekezaji, mada ambayo imekuwa ikiibuliwa mara kwa mara katika mikutano ya awali ya viongozi hao ikilenga kukuza ustawi wa kifedha na miradi ya maendeleo ndani ya muungano wao. Aidha, kutokana na mataifa ya Burkina Faso na Niger kupakana na Benini, watajadili suala la jaribio la mapinduzi la Disemba 7 mwaka 2025 ambalo lilifanyika kule Benini, jambo ambalo lilionekana kuhatarisha usalama wa mataifa hayo. Mimi ni Yohana Mashauri na hizi ni ripoti za Open Online Media.